Hichi kitu hata umekiongea sana hmm. Lakini nataka niulize ile aliyosema kwamba abondo sehemu za siri alibondo. Ile aliyosema anaweka mke wake rahani alimtoa. Huu ndio mpira, hizi ni meseji za mpira. Mpira bila, cha, bila nani chagizo, hakuna mpira. Mimi nikatolewa kafara kwa ajili ya Simba miaka 60, hii nikatolewa kafara kwa ajili ya Simba nataka nini? Ile ilikuwa ni chagizo la mpira. Sema sasa tatizo la wapenzi wa na washabiki, kila kitu wanachukulia positive badala ya negative. Mimi pale nilikuwa kwenye upande wa kusherehesha, kwa hiyo napenda kukanusha mm, na nimeshakanusha tena, sikumaanisha nilikuwa nafurahisha, yeah. hawachezi tarehe kumi na tano, wataenda wataenda Rwanda, wamealikwa kwenye uzinduzi wa uwanja wa Rayon Sports. Mimi ninaitwa Shabani Ramadhani Kamwe, sawa? wasipocheza muje muninyowe, sawa muninyoe nywele zangu, yaani hizi sizinyoi mpaka tarehe kumi na tano ifike, ili wapapatikane, mtu akuja kuninyoa. Wale wanatutoa kwenye mchezo ili tuzubae, afu baada ya kuzubawa waje watushtukizie wafanye mambo yao, lakini mwaka huu ama zao ama zetu. Umesikia kule wameshaambia bana nini, wanabana pua, hatuchezi. Umesikia huko bungeni jana, kuna mtu kaambia mtu mzima, anasema nini, hatuchezi. Hiyo ni hatu ishara kwamba tutacheza kwa hiyo unaamini Yanga wataleta timu kwa namna unavyoona? Sio ombi, sio ombi ni amri. Hiyo sio ombi, ni amri. Sijawahi kuona mahali mechi Yanga na Simba wamesusiana kuitana uwanjani. Haijawahi kutokea, hii itakuwa ni mara ya kwanza na itakuwa ni historia, na ndio kama kweli wamefanikiwa, wamepania hivyo. Itakuwa ndio mwisho wa Yanga, yeah. Unaamini nani anabebwa kwenye hili? Naona leo swali tuwauliza walioandika barua serikalini, au si mdau namfuatilia michezo? Mimi sina jibu, sababu niki, nikitaka kutafakari sana, kuna timu nane na, zimedhaminiwa zime na, na mtu mmoja, sijui ile timu yaibebwi na matokeo, zile timu nane nimeyaona. Ukiacha hiyo kuna magoli yameshafungwa yaliyoko nje ya uwanja, sijui timu yaibebwi. Kuna magoli yamefungwa mpaka ya mkono, sijui timu waibebwi. Watu wameshachukua timu wakaziweka mahali wakazilea mpaka mishiku, siku ya mechi wakaingizwa uwanjani kucheza, sijui timu wa ibebwi. Kuna watu wamelazimisha timu zitoke kwenye vituo vyao waje wacheze maana wanapotaka wao, sijui nani. ile ili ripoti iliyotoka kama hao walioandika ile li ripoti kwamba kuna timu zinabebwa kama hawajajiweka na wao basi, itakuwa itabidi tuwaulize kwamba wanafikiria kutumia nini. Kwa, kwa Yanga pia wanabebwa, natumaini nimesha fafanua hmm. Ile ripoti inatakiwa iwekwe wote okay, pamoja na wao wakiwa ndani hmm. Kadi nyekundu kila mechi ya Simba zimetoka. Sio kadi nyekundu na penalty juu. Okay. Umesahau, ungesema yeah, na penalty. Ndio.